Ni sauti inayofukuza baridi. Miondoko ya afro soul iliyochanganywa na Motown na mtindo wa zamani wa jazz ya Afrika Kusini ndiyo nembo yake. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Na, Nomfusi mtunzi na mwimbaji hutilia mkazo muhimu wa utamaduni, husimulia hadithi za familia, jamii na zake binafsi. Katika simulizi ifuatayo, hali ya sasa ni angalau tofauti Ninasimama jukwani ninatoa maoni yangu na, na ninasikizwa. Nadhani ni jambo ambalo lot pia huponya you know, majeraha yangu ya utotoni you know, kwa sababu nilipitia masaibu mengi, ikiwemo kufukuzwa, kutokuwa na wazazi kutothaminiwa so na kadhalika kwa hivyo kuweza kuwa na sauti jukwani kuniliwaza na kunipa amani ndani yangu alipokuwa na umri wa miaka kumi na miwili mama yake aliaga dunia kutokana na virusi vya ukimwi yeye na ndugu zake wakabaki na shangazi yake. Je, anayaelezea vipi hayo kimuziki? nilikulia Ekebera Cape Mashariki, nchini Afrika Kusini. Nililelewa na mama bila baba. Alikuwa mganga wa kienyeji kwa um, hivyo nililelewa katika nyumba yenye kelele, haswa wakati wa wikendi kungekuwa na watu wengi wanaokuja nyumbani kondoo kuku angechinjwa, kisha nyimbo za mama zinazojulikana za jamii, nyimbo za kitamaduni na upigaji wa ngoma. Kwa hivyo nikawa mtoto ambaye angeitwa kila mara kucheza. Nadhani hapo ndipo ustadi wangu katika burudani ulichipukia na kukuzwa. Nadhani huko ndiko Nomfusi ambaye ni mwimbaji na mwanamuziki alizaliwa. Akiwa na umri wa miaka 36, aliigiza kama Miriam Makeba katika filamu maarufu nchini Afrika Kusini yake Mandela, Long Walk to Freedom. Nomfusi anajua kung'aa licha ya kwamba changamoto zake zilikuwa ngumu. Pigo lake jingine ni pale shangazi yake pia aliaga dunia kutokana na virusi vya ukimwi. Je, aliwezaje kufika kileleni mwa muziki Afrika Kusini na duniani?

I did use music as a tool to... lakini nilitumia muziki kama chombo cha kunitoa katika giza, huzuni na kukataliwa. Shangazi yangu alipokufa hali ilikuwa ngumu sana kwa sababu mwanamke aliyechukua nyumba yetu alitaka tutoke nikiwa na miaka kumi na mitano 5 ilibidi nimkabili. Nakumbuka nilimwambia, siendi popote. Sijui nilitoa wapi ujasiri, lakini nilimwambia si banduki, na nikajiambia nitabaki hapa lije heri lije shari hadi nitakapomaliza kusoma, na hivyo ndivyo nilivyofanya. Baada ya kufaulu mitihani yake, Nomfusi aliamua kuendea somo la uhasibu katika chuo kikuu lakini matarajio yake ya kikazi yalichukua mkondo tofauti. My background is still following me. You know, I masaibu yalirejea kuniandama, so sikuwa yeah, na fedha, ikabidi nitafute ajira nikapata kazi kama mhudumu wa mgahawa wa Stardust mjini Cape Town. Jambo la kufurahisha kuhusu mgahawa huu ni kwamba kando na kuwapa wateja vyakula, pia ungetumbuiza jukwani. Sikufurahia kugawa chakula, lakini nadhani nilifanya kazi nzuri jukwani na nikaamua kwamba ndiyo maisha ninayoyataka. Nomfusi ametumia nguvu ya muziki kutunga nyimbo kuhusu maisha yake ya zamani, ya mama yake, mahusiano, masuala ya kijamii uh, um, to... mm. na zaidi. Ni nini kingine anachosimulia kwenye sanaa yake? Nadhani muziki wangu unaangazia sherehe za jadi za mama yangu. It would be just, uh, um wangeimba tu, tunaita yombela, yani nyimbo yombea, yombela, yobl, naeza know, mm, you know, so, kuna upigaji makofi kwa hivyo kuna msukumo mwingi Nomfusi ametumbuiza katika matamasha maarufu zaidi ya muziki ulimwenguni pamoja na nyota wengine kama Hugh Masekela, Lionel Richie na Mop Mama. Na kwa haiba yake na yote aliyojifunza kutoka kwa mama yake, sauti ya Kiafrika ya Nomfusi inasikika masikioni mwetu.